Mtu mmoja aliyefahamika kwa jina moja la Ngosha anaitajwa kuwa mlemavu wa viungo, amefariki dunia usiku wa kuamkia leo katika eneo la njia panda ya shule ya msingi Uhuru wasichana Kariakoo, jijini Dar es Salaam, baada ya kugongwa na gari ya mwendo kasi iliyokuwa ikitokea kituo cha mabasi cha Gerezani kuelekea Kimara. Tupate taarifa zaidi. Shiu, lakini kama hakuna, pale mashuhuda wa ajali hiyo wamesema chanzo cha ajali hiyo iliyotokea majira ya saa tatu kasorobo usiku ni dereva wa bodaboda aliyepita katika njia ya mwendo wa haraka bila kuruhusiwa na taa barabarani, na kusababisha dereva wa basi la mwendo wa haraka, katika jitihada za kuikwepa bodaboda hiyo, akagonga kijana huyo ambaye alikuwa amesimama katika taa za barabarani kwa ajili ya kuvuka.

Mwenye bodaboda sijui alikuwa anaona kama anachelewa au anawai, kwa hiyo wote wakawamwondoka ghafla, mwenye bodaboda akachomoka akamchomekea yule na yule mzee alikuwa anavuka, baada ya kuvuka ndio mauti maukuta. Akithibitisha kutokea kwa ajali hiyo kwa njia ya simu, kamanda wa polisi mkoa wa Ilala Lucas Mkondia amesema kuwa mpaka sasa mwili wa marehemu Ngosha amehifadhiwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili, pamoja na majeruhi mmoja akilazwa katika hospitali hiyo ya taifa. Kutoka Dar es Salaam, Victoria Robert Chameten.